Kwa hiyo nitakuwa atamka baadhi ya maneno fnye baadaye, nitaputia kama moshi hapa, sawa? Okay, nikisema boom nasema magic, nikisema boom nasema magic, sawa? Aya, boom boom magic, boom magic. Nikisema boom nasema magic, boom magic. Mbona sa hatuoni kama unapotia huko pale, pale tu Karibuni sana kwenye show yetu mpya inaitwa Mswahili Comedy Search. Mswahili Comedy Search ni show kabambe kabisa tunaenda kujionea vipaji mbalimbali mbali ya vijana ambao wataenda kutuburudisha hapa katika stage hii kwa talent hizo nazo. Lengo kubwa la Mswahili Comedy Search ni kwa ajili ya kwenda kupata vijana watakaoenda kuwakilisha nchi ya Tanzania katika medali mbalimbali mbali mbali za kitaifa. Na hivyo tunakwenda kutafuta vipaji vya vijana hao kupitia nyimbo mbalimbali na vichekesho mbalimbali mbali ambao wamekuja navyo. Kwa hiyo kuwa nami Host wako katika show hii naitwa jina la Othman nitakuwa nani kuanzia mwanzo wa show mpaka mwisho wa show samani kidogo host kabla hujaendelea na show hapo ungetutajia kabisa bingwa wa hii show ambayo tunaitazama anaondoka na kiasi gani cha pesa Tuliza kamdomo wewe sijamaliza kuongea bado mimi ndio host wa hii show bwana mbona unaanza kuniingilia kunifundisha majukumu bwana na ndio bwana umelipia regular seat wewe. Yaani ungekuwa umelipia VIP huku usingekuwa unatusumbua. Yaani watu walio kaa VIP, VIP hausikii maswali kama ya kwako. Yaani wewe ndio unaanza kuingilia hapo mambo subiri nimalize kwanza bwana mimi namalizia utambushi wangu kwanza nitalizungumzia hilo acha kuwa na kelele kijana sawa so samahani samahani so mzee Ocho mimi niko watu kidogo naulizia niweze kufahamu hapa watu wataondoka na, na, na dodo la shilingi ngapi la pesa lakini vipi hujazungumzia pia kuhusu vinywaji maana tumekaa hapa wengine call imeshatukauka huko unajua tena kidogo kidogo tukiwa tunachekeshwa unashisha kidogo na juice pembeni au kama kuna eh, kuna mvinyo kidogo hapo kidogo tunakuwa tuna Tuna, tunakuwa tunasubiria kidogo watu kiona wa, wa na ndaa huku so, sisi tunaendelea kunywa juisi hivyo eh, au amna utaratibu wa juisi au maji hapa? Yaani wewe mzee unaonekana ni kalafi sana. Yaani wewe hata show ijaanza unaanza kuulizia juisi. Alafu baa zaidi umelipia regular city. Basi ningekuja kulipia kwa VIP au VIP hapa ningekuwa mtu wa maana. Yaani wewe umelipia uh, regular city huko elfu ishirini na nane. Alafu unaanza kutusumbua sumbua hapa. Hem tulia kwanza. Alafu huyu unaonekana ni msumbufu huyu. Nitaita nitaita security waje kutoa nje wewe. E, ache kuvuga utaratibu hapa sawa. Wewe unaweza ukapata hata maji wenzako, kenyajuisi yani we umelipia ile glass tu, aaa kusumbua sumbua. Ah, tunaendelea jamani, huyu huyu naona anasumbua sumbua hapa kidogo, niwie lazima lakini tunaendelea jamani na show. Ah, taarifa nzuri kabisa ni kwamba bingwa mashindano haya anaenda kuondoka na dola laki moja za Kimarekani. Naomba jamani, mnielewe vizuri, ni dola laki moja Kimarekani, sio pesa ya madafu ya Tanzania. Ni dola laki moja, ni pesa nyingi sana ukikonvert kwenye ya Tanzania. Kwa hiyo bingwa au mshindi wa shindano hili anaenda kuondoka na shilingi dola laki moja Kimarekani. Bila kupoteza muda wote, nenda kuanza show yetu. Mabibi na mabwana, namleta kwenu the one and only Binti Salome, all the way from Ulanga, Morogoro. Ni, ni, ni binti katoka kwenye jamii ya Waluguru anaenda kuanza show, welcome to the stage <laughs> oh, binti mzuri kweli ule, amenivutia macho yangu. Natumai show yetu itakuwa nzuri kweli leo hapo. E, nmbaapunguza kidogo sauti, nataka niongee ni, na, na watazamaji jamani, wapenzi wa watazamaji ni samani lakini ehe, hapo hapo, sawa sawa, ehe, Jamani, habari za jioni jamani, kwanza ningependa kushukuru kwa kuweza kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa eh, Salome, natokea maenge ya Ulanga, kwetu Morogoro. Mimi ni Mpogoro piwa kabisa hivi, ni Mpogoro ambaye nimechanganyikana na Mluguru, ukiniangalia hivi yaani huko huko tu. Kwa hiyo mi kipande changu jamani cha leo nitakuwa mimi nitakuwa mimi upande wa uh, stand-up comedy eh, eh, jamani host, inaweza nikaanza mimi ni upande wa vichekesho jamani, ngoja nianze kuwachekesha watazamaji wangu. E, dea, si, we, we, tu endelea tu, si tupo, nakusubiria we, wewe tu endelea na show, si tunasubiri tupate burudani ya kucheka hapa, we endelea tu na show, si sitakutazama. <coughs> Ay jamani, kaini, kaini mkaa wa kula, mi ndo naanza hapa. Naanza hivyo hivi jamani, wapenzi watazamaji, ni waulize swali kwanza Hivi unajua namna gani ya kuweza kugundua uh, bebi wako kama an, an ana pesa au uh, hana pesa? Mimi jamani, nimetumia hii trick niweze kumpima mpenzi wangu kama ana pesa, hata nyewe wenyewe mtacheka, mtashangaa. Ipo hivi jamani, mimi nilikuwa na bibi wangu, nikamwambia, baby nataka ununulie gari, eh, my sweetheart, nataka ununulie gari he. Mwenzangu akaniuliza, unataka gari gani, gari ya toy au gari la moshi? Nikajua tu moja kwa moja, huyu baba hana pesa kabisa. Yani hapo hapo nilishiwa nguvu kabisa, nikasema mwana mwenyewe anaonekana ni mwanaume suruali huyu. Ai, si we binti wa Morogoro uko vizuri sana, uko vizuri hey. Binti endelea kutufurahisha jamani. Mimi nimeipenda hiyo eh. We baba unanichanganya jamani eh, lakini asanteni jamani kwa sapoti yenu. Ngoja, ngoja niwape kichekesho cha pili tena ambacho ninacho. I hope night night mtaendelea kunipigia kura ili niweze kushinda jamani. Eh, maana hiyo dola laki moja ninavyoitamani mimi jamani mtoto <laughs> in wa Kiluguru na matumizi mengi kweli yani, kwenye vikoba kwanza lazima vikahusike. Jamani mimi nashangaa sana mabinti wa siku hizi wanasema maisha magumu. Ili wewe binti wa kike afu nasema maisha magumu jamani. Watoto wa kiume ninyi wasemaje? Yaani, binti kama ukiwa tafuta pesa siku hizi ni rahisi sana. Wewe tu hata kama hauna hela, chua wanja wako. E, chukua uh, lipstick yako paka e, usoni, yani j, j, j, j, jipodoe, upendeze kabisa, alafu tembea vaa za yani, katafuta kanguo kama ka kwangu, kasketi kafupi hivi, afu vaa upendeze, wewe nenda katembea kwenye baa yote ya mjini hapo. Ukifika pale usiagize chochote, wewe weka tu nne. Utaanza kushangaa mimi mwanaume anaanza kuita, dada, dada, naomba uje hapa, naomba uje hapa na akija kuniambia wewe unasemaje? Kwanza anakuona wewe ni high class, kumbe mfukoni hauna hauna lolote, yani hauna chochote kwenye mfuko wako mwisho wa siku anakutongoza, akikuchukua, aki kikupeka kwake, imeisha hiyo, tayari umeshapata pesa. Yani siku hizi you got talent. Salome una talent nzuri sana yani, ukiendelea hivo, very very creative kwa kweli. Salome umejua leo kutufurahisha leo jamani, ah. Ladies and gentlemen jamani, mnasemaje kwa Salome? She's very creative jamani. Nadhani mmeenjoy sana show ya Salome. Basi Salome, nakapumzike tuendelee kupata burudani kwa watu wengine, majaji wanafanya kazi zao jamani. nashukuru jamani Och oh, kwa kuweza kunipatia nafasi hii nashukuru sana. Basi mimi ngoja nisubiri backstage hapo kwa ajili ya majibu ya baadaye. Tunamkaribisha mchekeshaji wa pili jamani All the way from the way from Dar es Salaam I welcome to you uh, the boy is called Joshua jina, yeah, Joshua tena kutoka Dar es Salaam, atakuwa anajua kuchekesha kweli huyu ngatuuone. Kwanza kabisa ningependa kudediketi uh, shoo yangu hii kwa ajili ya mama na yangu na familia yangu ambao iko nyumbani nawapenda sana wao, wamekuwa sapoti au wamenipa sapoti kubwa sana sana mpaka kuweza kufika kwenye hii show na bila wao huenda nisingeweza kufika hapa. Pili, ningependa kuwashukuru nyinyi wote kwa kuweza kufika hapa kwa ajili, uh, ya kuja ku, kuangalia kipaji ambacho niko nacho. Mimi ni mtu kutoka lini? Mtu wa Dar es Salaam akawa na kipaji cha sisi, nitakushangaa jina la Joshua Bisho. Hawa wanakuja na, ma, na, na kipaji cha kuchekesha hawa. Mimi nilijua tu hawa wanakuja kujaribu tu kutuharibia show tu hapa. Ah, sasa mtu mwenyewe tu anaanza na introduction kibao, kuna uchekeshaji kweli umu. We naye makelele mengi utafiki, wewe ndio umekuwa jaji? Mbona unakuwa nakosoa wengine, wengine unawasapoti, sio vizuri bana. Wewe we, acha, acha majaji wafanye kazi zao, acha kuingilia kazi za watu, afu unatupigia kelele bana. Wengine tumekaa kimya hapa, sio kwamba hatuoni, afu wewe unakuwa unatuharibia tu hapa mudi bana. Unakuwa unapiga pia kelele nyingi sana za nini? Kausha basi eh. Wewe acha, acha majaji wafanye kazi zao bana, acha kuingilia kazi za watu bana. Wewe Ume... Binti emwache kunifuatilia bana, au unanitaka nini eh? Kila mtu kaja na starehe zake huko. Kwa hiyo mimi nimekuja na vibe la kukosoa, kama mtu hana kipaji nifanyaje sasa? Alafu wewe hautaki kuingilia mambo yangu kabisa. Kila mtu amekuja hapa kalipia, kwa hiyo kila mtu ana maamuzi ya, ya kufanya kile anachosikia bwana. Tusipangiane chakufanya kufanya. Umefikaje fikaje hapo? Ulikuwa umekaa kule mwisho kabisa, ume, umesogea mpaka huku kuja kunifuata kuniambia nini wewe? Rudi sehemu yako ulipokuwa umekaa bwana. Ah, mimi nipo na, ninapata burudani kiganguvia mbuni, sitaki nikae na mwanamke yoyote hapa karibu. Lo no, ngoja nidoke zangu. Yani, mwanaume mwenyewe ovyo hauna hata pesa. Mwangalie kwanza ulivyokaa umekaa kishambashamba tu. Ah, mimi talent yangu ni uimbaji, kwa hiyo nitaenda ku kuimba nyimbo ya Juma Juks <coughs> inaenda hivi <coughs> <coughs> nakupenda baby, eh. nakupenda wewe, eh. ndana mtima wange mama, uko wewe mwenyewe, niko mbali na wewe.

penzama maishiwapaa ni, ni msanii mzuri sema melodi zake bado ziko chini. Sauti yake anaibania sana iko chini sana. Jamani wakubwa shikamoni, wadogo marahaba. Naitwa Amanda kutoka Zanzibari komi, ningependa kuimba nyimbo ya zuchu inaenda kwa jina la Amanda. uh-huh. Baby unampenda Amanda. I thought we were forever Wakanda. Oh wait, is she from Kenya or Uganda? I thought ametahin in Kigali Luanda. Malia naumia Malia tell me why in the middle of the night your phone is lingi lingi lingi langalai Now tell me why she don't even know you have a wife. You try na dingi dingi dingi dingi. Baby, I got one question for you. One question. Who the hell is Amanda? Who is Amanda? Kabla ya kuendelea jamani, nikipenda nitoe neno kidogo. Uh, tumeona aina uh, nyingi ya ya ya talenti hapa. Tumeona talenti ya, ya, ya, talent ya, talent ya uh, mtu anayefanya comedy, tumeona mtu anayeimba, lakini anayekuja sasa, our next contestant, anakuja kitofauti kabisa. Huyu uh, anakuja kutuonyesha magic. Is maraga shimba uh, from our tribe maraga shimba, uh, from our tribe, uh, shimba means Lion crows au makucha ya simba. Kwa hiyo, Uh, nimekuja hapa mzungu ma, ni kwa ajili ya kushiriki kwenye hili shindano la Mswahili Comedy Search. Uh, content yangu mimi itakuwa ni, ni mambo ya magic, kwa hiyo mjiandae kwa ajili ya magic, sawa? So, uh, kwa hiyo ndio tamka baadhi ya maneno afanye mtakuwa mnarudia, alafu baadaye nitapotea kama moshi hapa, sawa? Okay, nikisema boom mnasema magic, nikisema boom mnasema magic, sawa? So, aya, boom. Ah uh, boom magic, boom magic. Nikisema boom na sema magic. Boom, magic. Mbona sa hatuani atu, kama unapotea uko pale pale tu kama utani utani vile. hey, mbona amepotea amebadilika, ame kuwa moshi sasa jamani! Hey, hey, moshi wa kijani tena huu huyu ah, ui, ni hatari kweli huyu. Ni Mr Magic, nimekubali kazi yake. Sasa nataka nini nikaonyeshe, namna gani moto unaweza ukawashwa. Hapa nilipokaa nikinyanyua mkono wangu, moto unaenda kuwaka upande wa juu. Kwa hiyo naomba mwangalia makini hapo mwone jinsi gani naweza nikawasha moto, so amazing. Na hapa ndio ilikuwa mwisho wa performance yetu ya show yetu ya leo, lakini kichobaki sasa hivi tunaenda kuwakaribisha majudges kwa ajili ya kuweza kutupatia tathmini ya nani ambaye anatakiwa kuwa mshindi halali wa hili shindano, na kumbuka kwamba mshindi wa hili shindano la Mswahili Comedy Search anaenda kuondoka na kiasi cha shilingi laki moja kimarekani. Kwa hiyo on the stage ni wakaribisheni jamani, ah uh, judges nomba mje kwa ajili ya kuja kutupatia mshindi ambaye atakayetangazwa hapa Kutokana na performance ya mwisho ambayo nimeiona ah, you know, inaonekana ni huyu Mr Magic Man ana kitu sana, japo Salome ana potential kubwa sana ya kwa mshindi, lakini kwa mimi, mimi ningependa kutoa credit sana kwa Mr Magic. Mr Magic amefanya kazi kubwa mno sana, ameweza kuwafanya watazamaji wetu kufurahia. Mimi mwenyewe nimekuja kushangaa. Unajua, mwanzoni nilikuwa nampa sana credit Salome kwamba angekuwa ni mshindi, lakini kwa kuangalia performance ya huyu jamaa Mr Magic, ah, Mr Magic ah, amefanya show imevutia sana. Mi nikuwa naona na tubadilishe mawazo bingwa, au mshindi wa kwanza awe Mister Magic, alafu mshindi wa pili tumfanye awe awe Salome, si ni sawa? hapa mshindi tu awe Mister Magic, yeye ndo ameperform vizuri kuzidi wote, ametumia muda mchache, lakini ame, amefanya wan, wonderful performance. Mi naona credit zetu wote tu, tukubaliane tu, tu, tu, kitu kimoja, mshindi tu hapa awe uh, Mister Magic, japo najua watu wengine wanaweza kapinga wakasema Salome ana- anastaili lakini sisi ndio final judges. Kwa hiyo no, tushuke chini tuwe tukamtangaze mshindi sasa. Mabibi na mabwana, kwanza ningependa kuwashukuru wote kwa kuweza kufika sehemu kama hii na kuweza kushuhudia huu uh, siku huu wa uh, Mswahili Comedy Search. Ningependa pia kutuma shukrani zangu za zati kwa host ambaye ameweza kuhost show hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kweli amefanya vizuri, bila jamani kumsahau mdhamini wa, wa kipindi hiki cha Mswahili Comedy Show, bila kusahau jamani, I give shout out to KB29 animation ameweza kutufanya sisi tukuweza kuonekana katika mwonekano huu na kuweza kuandaa hili uh, pambano la Mswahili Comedy Search. Jamani tumpigeni makofi kama kwenda kutangaza bingwa wetu. Ningependa kutoa pongezi kwa washiriki wote ambao wameshika katika shindano hili, na pia ikitokea haujaweza kupata kuwa mshindi kwenye hii shindano basi niweza ukapata nafasi katika Mswahili um, Comedy Search episode ya pita, akapotoka kwao kwa sasa. Ningependa kwenda kutoa kwanza uh, Simple analytics ambayo tumeifanya katika uh, selection zetu inaonyesha kwamba uh, katika contestant wote ambao walikuwa wanapambania uh, nafasi ya ushindi katika Mswahili Comedy Search ni contestant wawili tu ambao waliingia kwenye kinyanganyiro ambacho contestant namba moja alikuwa ni uh, Mr. Magic alikuwa na asilimia tisini na tano ya kula zote, lakini contestant namba, p, namba mbili alikuwa ni Salome ambaye yeye alikuwa na asilimia 89. Kwa hiyo kwa matokeo haya sasa, mshindi wa Mswahili Comedy Search, first edition 2025 ni Mr. Magic. Mezani wote tumeweza kuyasikia maoni ya, ya jaji wetu wa leo. Kwa hiyo mimi nakwenda kumtangaza moja kwa moja mshindi wa Mswahili Comedy Search, first edition 2025 kutokana matokeo ya majaji inaonyesha kwamba mshindi wa Mswahili Comedy Search 2025 naye si mwingine bali ni Mr. Magic ataondoka na shilingi dola laki moja za Kimarekani. yeah, yes, yes, yes. Uh, yes, yes, yes. Mini macho yanguaya, oh, matokeo mesikubaliana nao jamani, matokeo yatakuwa ni batili haya. Ale biti na alifanya vizuri tu, asaiwe biti. Kwa nini wameshindwa kum, kumfanya awe mshindi? Wamemfanya hu jamaa aliye perform tu show ndogo hii ndo awe mshindi na matukio kabisa. Salome ndio takiwa kuwa mshindi halali namba moja, Salome.